Tamko la kamati ya amani wilaya ya Kilosa kuhusu uchaguzi mkuu wa rais wabunge na waheshimiwa madiwani Oktoba ya tarehe 29 mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kamati ya amani ya wilaya ya Kilosa ikijumuisha viongozi wa dini, wazee wa kimila, asasi za kiraia, wakulima, wafugaji na wadau wa amani leo Jumapili ya tarehe ishirini na sita mwezi wa kumi, mwaka elfu mbili na ishirini na tano inatoa tamko rasmi kwa wananchi wote wa wilaya ya Kilosa na maeneo ya jirani kuhusu uchaguzi mkuu wa tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Namba moja. Wito kwa wananchi kujitokeza kupiga kura. Kamati ya amani inawasisitiza wananchi wote waliojiandikisha kuwa wapiga kura wajitokeze kwa wingi na kwa amani kwenda kupiga kura siku ya uchaguzi ili kuwachagua viongozi wa kipindi cha miaka mitano ijayo. Kupiga kura ni haki ya kikatiba, ni wajibu wa kila raia na ni njia halali ya kushiriki katika ujenzi wa taifa letu. Kila kura ina thamani kubwa katika kuamua mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu, familia yetu na vizazi vijavyo. Tunawakumbusha wananchi kuwa kuto kujitokeza kupiga kura ni kukosa sauti yako katika maamuzi ya taifa. Hivyo kila mmoja ahakikishe anashiriki kikamilifu bila ya uoga wala kusita. Namba mbili. Hakikisho la usalama wakati wote wa uchaguzi. Kamati ya amani imehakikishiwa na mamlaka ya serikali kwamba hali ya usalama katika wilaya ya Kilosa ni shwari na itaendelea kuwa shwari kabla, wakati na baada ya uchaguzi, kwani vyombo vya ulinzi na usalama vimejiandaa kikamilifu kuhakikisha kila mpiga kura anatekeleza haki yake katika mazingira ya utulivu, uhuru na amani. Tunawasihi wananchi wote waendelee kushughulika na shughuli zao za uchaguzi kwa utulivu, upendo na kuheshimiana bila kuchochewa na taarifa za uoga au pro propaganda zinazolenga uvurugaji wa amani. Amani yetu ni tunu ya taifa letu. Hivyo tuilinde kwa kila namna na wivu mkubwa. Ikumbuke kwamba vitendo vya uchochezi, vitisho, au kujaribu kuzuia wapiga kura wasijitokeze havikubaliki na vitachukuliwa hatua kali za kisheria kwa mujibu wa vyombo vyenye mamlaka ya kulinda usalama. Tanzania ni nchi ya amani na wananchi wa Kilosa wamezoea kuishi kwa amani, umoja, upendo na mshikamano. Hivyo ni mategemeo yetu kuwa hakuna atakayeruhusiwa kuivuruga amani hiyo. Wito wa mwisho: tunatoa wito kwa vijana, wanawake, wazee, viongozi wa dini, wakulima, wafugaji na wadau wote wa maendeleo kuwa mabalozi wazuri wa amani. Hakuna amani mbaya wala hakuna vita vizuri. Amani haina mbadala, bila amani hakuna kinachoweza kufanyika. Tushiriki uchaguzi huu kwa heshima, tusikilize maelekezo ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya NEC, na tuheshimu matokeo yatakayotangazwa kwa mujibu wa sheria. Amani ni urithi wetu, tulinde, tuihifadhi na tuiendeleze. Mimi jina langu naitwa Samuel Magawa, ni mchungaji katika kanisa hapa Kilosa, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya amani. Sasa mimi nakazia tamko hili lililotolewa na katibu wangu kwa niaba ya kamati, kwamba nitanukuu kutoka maandiko. Sisi tuna bezi kwenye maandiko zaidi, sisi wengine tuna ndio uzoefu wetu. Maandiko yanasema katika Biblia kuwa, tiini kila kiamri wacho na watu kwa ajili ya Bwana, ikiwa ni mfalme kama ni mwenye, kama mwenye cheo kikubwa, ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa naye, ili kuwalipiza kisasi watenda mabaya na kuwasifu watenda mema. Huu ni wakati waku fanya maamuzi kitaifa. Piga kura ni jambo la kikatiba na ndiyo mamlaka ilichotuamuru wa, wa, wa, wa wananchi, kwa sasa hivi ni jambo la kutii na kulifanya kama wananchi. Wakubwa wameshasema kupitia mifumo ya kiutawala, tumewaweka wameratibu, jambo hili liko kwenye utaratibu, ni wakati wake, ni jambo la kutii, si jambo la kubisha hata kidogo. Kwa hiyo kubisha ni kusababisha ni ni kwa ni, ni watovu wa nidhamu, na kwa hiyo sasa ni wakati tu wa kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa. Tufanye jambo hilo kwa utulivu kwa amani kwa ustaarabu na kwa kuheshimiana. Amani ndiyo msingi wa kila kitu, mtu yuko salama kutekeleza mambo yake, kusafiri kufanya biashara kujenga kuabudu kuchunga fanya chochote anachofanya kwa sababu kuna amani. Pasipo amani hakuna maendeleo. Sasa kama tunataka maendeleo ambayo ni ni, ni, ni, ni, ni tunu yani ni, ma, maendeleo ni sharti, ndio ndio lengo la utu, tusivuruge amani kwa majina. Naitwa Lowasa shokoliani ilaigwenani maana kiongozi mkubwa katika jamii ya wa wafugaji ambao anaongoza jamii zote wakinamama wa na vijana. Tarehe ishirini na tisa tunajua ni siku ya kupiga kura na tuko tayari kwa ajili ya kupiga kura tarehe ishirini na tisa Sisi kama viongozi wa jamii ya kifugaji tuko tayari kwa ajili ya kupiga kura kwa amani, bila vurugu yoyote, tunajaribu wahimiza vijana na mama kujitokeze tarehe ishirini na tisa Oktoba kuchagua viongozi watakayoongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.